Na watu siku hizi wanataka tukonde, yani wote tuwe wembamba hivi wote hivi, hivi, hivi. Yani, tuwe hivi sasa, eda wote tunaweza kuwa hivi wote tutembee hasa nani atasukuma matroli, nani atasukuma sasa. Wote tuwe kwa, usiwe na nani chochote, na wengine wanakonda kabisa mpaka wanakufa, anakonda tunataka kadani. Yani wana obsession na mwili kuna watu wana obsession na mwili. Akiona tu kafuta kidogo kameongezeka, ehe, ni dili na aka, wameniambia ni dili. Na nani amekuambia kwamba kila yani, kila ukiongezeka kidogo umesha? Wewe hakikisha damu iko safi, umekula vizuri, hakikisha hakuna pressure, hakuna mafuta mabaya, alafu utakuwa na afya jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anasema utakapokula na kushiba. Kuna watu siku hizi hawali na kushiba, wanakula tu cha kidogo, ah, tusije tukanenepa. Jamani tusije tukanenepa, anatuachia mzozi tusije tukanenepa. Sasa una matatizo gani wewe? Umeanza kuwa na matatizo gani? Biblia inasema utakapokula na kunenepa na kushiba. Aa, na kushiba na utakaponenepa, Yeshuruni ukinenepa, usimsahau Bwana, usipige teke. Sasa siku hizi watu hawashibi, hawanenepi mimi sisemi uwe kibonge sasa hivi, yani natembea hivi kibonge, awa na natembea hivi ah, ah. Lakini kuna ule yani, kauso kako kanavutia jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mordekai, ukimwona huyu amekula, amekula dona jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe wapenzi, Bwana asifiwe. Ukila mbegu kamili, ile mbegu kamili hiyo, mbegu ndani yake kuna wanga.